Kuja hapa kumpokea meneja mkuu wa klabu ya Simba Dimitar Pantev ambaye amewasili mchana huu wa leo eh, akitokea Botswana na rasmi sasa anakwenda kuanza majukumu yake. Meneja Pantev amesaini mkataba wa miaka miwili wa kuitumikia Simba Sports Club na amekuja Tanzania na msaidizi wake Bwana Simion ambao eh, Simionov E, mpata e, mwalimu e, Pantev ambaye e, job description yake e, ama mpangilio wake wa kimajukumu anakuwa ni meneja mkuu wa klabu ya Simba. Tumehama kutoka kwenye kocha mkuu kwenda kuwa meneja mkuu. Baada ya kumtangaza jana majira ya saa moja usiku, wana Simba wamefurahi. Lakini wamekuwa na maswali mengi kweli kweli, na maswali haya yanatokana na ukweli ya kwamba tumeintroduce kitu kipya katika masikio na macho yao, na hivyo basi tunalazimika kuwapa e, elimu kidogo, kwa nini tumehama kutoka kwenye kocha mkuu kwenda kwenye meneja mkuu. Kwanza huo ni, ni, ni, ni mpangilio wa kimajukumu kwa maana ya job description e, kocha mkuu kazi yake ni ndogo sana ni kudili na, na, na, na timu e, mazoezini pamoja na kwenye mechi. Kwa hiyo tumehama kwenye majukumu hayo, mwalimu ambaye tumemchukua kutokana na uwezo wake mkubwa, tumeamua kumpa jukumu la kuwa meneja mkuu ambaye jukumu lake sasa ni kusimamia timu yetu kwa ujumla kazi yake itakuwa ni pamoja na ukocha kwa maana ya kufundisha mazoezini na kufundisha kwenye mechi, lakini kusimamia mustakabali mzima na ustawi wa wachezaji wetu, ikiwemo swala la usajili, mapendekezo, nani asajiliwe, nani yaondolewe, nani atolewe kwa mkopo, nani achukuliwe. Hiyo ndiyo kazi ya meneja mkuu, lakini kusimamia, kusimamia ustawi mzima wa benchi la ufundi fitness coach ana report kwake. Meneja wa timu anaripoti kwake, hapa namzungumzia Patrick Drayman. E, daktari wa viungo ana report kwake, mpishi ana report kwake, na kuangalia mustakabali mzima wa kimaendeleo wa kikosi chetu Tunapokuwa katikati ya majukumu hiyo, ndiyo kazi ya, ya, ya meneja ambaye tumemchukua mwalimu, tumemchukua Pantev. Hiyo ndiyo ambayo itakuwa kazi yake na ameshaanza kuifanya na wanasimba wala wasiwe na wasiwasi eh. Katika eneo ambalo sisi huwa tunajivunia sana kwenye ubora, ni eneo la kutafuta mtu wa kusimamia timu yetu kwenye idara nzima ya ufundi, na Pantev ni mtu sahihi kweli kweli. Kwanza huyu mwalimu anacheza mpira wetu kwa muda wa miaka minne tunautafuta mpira wetu, hatuupati mpira wetu, ulikuwa umepotea kama Mboso alivyopotea Tanga, hatuupati mpira wetu wa biriani. Tunacheza siku zote, lakini ile biriani yetu hatuipati ile biriani. Baada ya kucheza naye mechi mbili, tukaona huyu mwalimu anacheza biriani, yani biriani letu tumekwenda kulikuta Botswana Francis Town Tukasema huyu mwalimu anacheza mpira wetu, kwa hiyo alipojigusa tu mwalimu Fadlu Davis, tukasema tunakwenda kuchukua biriani yetu, tukamchukua eh, Pantev na kumleta Simba Sports Club. Ni mwalimu ambaye eh, kwanza umri wake ni umri wa kazi, miaka 49, ni umri sahihi wa kufanya kazi na akakupa kitu kizuri, kwa sababu akili yake iko modernized. Lakini kama haitoshi ni mwalimu wa kisasa sana kwa maana ya kwamba anacheza mpira ambao wana Simba tunaotaka, mpira wa kasi, mpira wa kushambulia, mpira wa kutengeneza nafasi, mpira wa kumpokonya mpinzani anapokuwa na mpira, sio lazima mpaka akosee, yani unamlazimisha, unatoa utoi. Anacheza mpira wa kileo, mpira wa kufungua, wakati mwingine ana switch, anacheza mpira mrefu, mtafute golini kwao baada ya kucheza naye mechi hasa ya hapa Dar es Salaam, nikakwambia sisi Simba Sports Club tulivaa jezi nyeupe, sijui kama unielewa ama tuko yani wale Gaboroni United, pamoja na kuwa na wachezaji wa kawaida, lakini wakaigeuza Simba kama tuko ugenini. Ehe, na wakatufanya Simba tuonekane hatujui mpira namna ambavyo waliweza kutawala. Ehe, na kwa nini waliweza kufanya hivyo? Ukimwangalia mwalimu na wachezaji wa kawaida Wakimwangalia mwalimu, ana vijana wadogo lakini wana uwezo wa kucheza mpira wa kikubwa. Ile haiji bahati mbaya, ile inatokana na ubora aliyokuwa nao mwalimu. FM